Na bwana, sakata la Harmonize na Ibra linazidi kuzalisha vitu vingi sana kwenye mitandao ya kijamii, watu mbalimbali wakiwa wanamuunga mkono Harmonize, lakini wengine wakiwa wanasimama kwenye upande wa Ibra. Tunafahamu kwamba hizi siku mbili za katikati Ibra aliposti kwenye peji yake ya Instagram akisema kwamba kuna vitu vimetokea ambavyo havieleweki kwenye record label yake, kwa hiyo anataka ajiondoe uh, Konde Gangs. Na tunafahamu kuwa Konde Gangs ni kundi ambalo lina memba wawili, nikiwa na maana uh, pamoja na Ibrah. So Ibra aliposti na aliongea sana kwa uchungu na akaandika maneno yake pale mengi sana. Lakini finally alikuwa anahitaji achangiwe fedha kwa ajili ya kulipa fidia ya bilioni moja kwa ajili ya kujiondoa, uh, kujiondoa kwenye gang ili awe msanii huru. So watu wakasema sasa Ibra atazipati wapi hizo hela? Hata kipato chake ambacho anaingiza akifikia hata robo au thelusi ya hiyo hela ambayo anahitaji, kwa sababu Harmonize hajawekeza kwenye brand ya muziki wake, lakini pia hata kumpromo ana shindo cha ja kumpromo, maana e, siku za nyuma Ibra, tulikuwa tunamuona sana akiwa anafanya collaboration na kila mtu tukasema hiki tala imekaaje? Kwa sababu mmoja kati ya vitu ambavyo vinazingatiwa sana kwenye record label uh, ni kuzingatiwa muda wa kufanya kazi na watu ambao wa maana ili mziki uende mbali zaidi, lakini pia arrangement ya ratiba. Lakini tulimuona sana Ibra alikuwa huru kufanya kazi na kila msanii, lakini pia kila mtu alikuwa anafanya naye. Watu wakaona kuna dalili au kuna kitu ambacho kinaweza kisiwe sawa katika mziki wake, karu yake. Lakini licha ya hivyo tu alizungumza vitu vingi sana na tukirudi juma pia, kuna mmoja kati ya interview alizungumza akasema kuna vitu vingi ambavyo anavipitia kwenye lebo yake ya Konde Gang, anapitia wakati mgumu, lakini akipata muda atazungumza vizuri, lakini lolote linaweza likatokea awepo uh, au chochote kingeweza tokea mbeleni yuko, so imegusa watu wengi sana. Uh, kutajwa bilioni moja chinga Ibra alipie, lakini kazi anayoifanya ni kubwa, lakini yeye matunda hayaoni kama kuna namna ambayo anahitajika apushiwe kama msanii mchanga ambayo yupo kwenye record label. So bana, sasa moja kati ya mdau wa burudani ambaye naye ameguswa sana na ile tukio ambayo linatokea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ambalo linamhusu Ibra Chinga kulipa bilioni moja za fedha za Tanzania pale Konde Gang Worldwide pale, so huyu anaitwa H Baba. Tunafahamu kwamba H Baba alikaa karibu sana na Harmonize, lakini pia anamfahamu Harmonize A to Z toka kipindi hicho ambacho yuko Wasafi walikuwa na ushikaji. Kinoma noma. So eh, Chibaba amelivalia njuga ile kwenye mitandao ya kijamii akajirekodi na kusema kwamba kumsupport Ibra kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya kulipa hizo fedha bilioni moja ili maisha mengine yaendelee na kila mtu akae kwenye hamsini zake au sio? Bwana anafahamu kwamba ugumu wa kukaa au wa kumilikiwa na record label eh, ni mgumu kidogo kwa sababu una masharti kinoma lakini akazungumza akagusia kwamba kuna kipindi pia Harmonize lishawai kupitiaga kitu kama ishi kipindi hicho iliambiwa, lakini naye alikuwa anaumia sana, kwa sababu ilikuwa hajui hiyo fedha ambayo atakayoipatia na milioni 600 kipindi hicho ambacho anaitumikia WCB, lakini sasa hivi anamtonza anamtoza uh, Ibra bilioni moja so, so la ndogo of course, kwa sababu kipindi cha nyuma hiyo milioni mia sita kwake ilikuwa ni kubwa, lakini ilishindwa kulipa. Kwa hiyo kwa, yu, uh, H baba ililizungumza kwa fact na kutaka watanzania wamrudie Ibra, kwa sababu Ibra ni kijana mdogo, kama vipi wampe msaada hata wamchangie ili aweze kuachana na Konde Gang, na Konde Gang ibaki kuwa ya mtu mmoja tu Harmonize, kwa sababu mambo ni mengi sana anazidi kutokea pale Konde Gang. Tunafahamu kwamba Uh, so so so wa kwanza tukutaka kujiondoa Konde Gang, la wasanii waliopita walipite pale Chinga Chinga na kuita na kuita na kuita. Chinga, mdogo wangu pole sana, mdogo wangu pole sana. Ile ninachokijua ni kwamba uh, nyadundo kaka yako ana shida, yaani kwa sasa hivi hatakuwa na shida kwa sababu atalimaliza ili jambo yeye mwenyewe, anajua alivyohangaika kuipata 500 kuilipa Watu lijichanga changa bwana. Eh, mpaka mimi nitoa zangu kumi, nitoa kumi. Eh, nitoa milioni kumi mimi kuongezea kwenye zile hela. Watu lijichanga wakina mablo nani nani nakumbuka. Lakini ndio hivyo bwana e, siku zote. Kama yeye alikuwa analalamika na kwamba kaonewa. Sasa na leo asikuone wewe. Wewe ni mdogo wake. Mwishi kwa amani na upendo. Akuache tuende kutafuta riziki zako. Ndio jambo la msingi. Mdogo wangu Nyadundo dogo wangu Nyadundo, kakaako hapa nakwambia, maisha maisha haya unayoyaona, ukiona chozi la mtoto wa kimaskini analia, kaa chini, jitafakari, mwache chinga akapambane, mwache, yaani kiungwana, mwache tu aende, mwache tu aende. Ni mengi ashatokea kwako, ni mengi. Hata uchinga mwenyewe tukimwangalia faida alizozipata kwako Sitakuwa ni chache, kwa sababu dogo bado anahangaika mpaka leo, anapambana, anajihangaikia. Kwa hiyo si vyema, kama rebo inatakiwa isimame na bwana mdogo, lakini saa zingine mnamtupa kabisa, mnamsusa kabisa, dogo anahangaika kinoma noma. Mi nachoweza tu kusema mwacheni tu afanye kazi zake na yeye, ili aweze kusaidia familia. Kama anaenda WCB aende WCB, kama ataenda kwa leivani aende kwa leivani, kama anaenda kwa mboso waende wakaungane na mboso, kama anaenda kings Aende, muache huru tu akafanya kazi zake. Sawa mdogo wangu Nyadundo.